Kenzo alifungua mlango na hapo Jen alikuwa amesimama ameloana maji na akitetemeka, gauni lake la pamba likimshikilia kama ngozi ya pili, maji litiririka kutoka kwenye nywele zake, nyusi nyeusi zikiwa zimeambatana na uso wake, na macho yake makubwa yenye urembo kupita kiasi yakimtazama kwa nguvu iliyoiba pumzi yake. sikuweza kulala Jen alisema kwa sauti ya chini kiasi cha kupotea katika sauti ya mvua, na mtetemeko ukipenya kwenye sauti yake. Jen aliingia kabla Kenzo hajajibu, akimgusa kwa ngozi baridi, na mlango ukafunga nyuma yao, ukiwafungia ndani, na hewa ikajaa na kitu cha umeme, kitu kisichozuilika. Jen, nini Kenzo alihoji maneno yake akimshinda ya alipogeuka. Kumtazama gauni la Jen lilikuwa wazi katika mwanga hafifu likionyesha kila umbo, na alilazimika kuyapandisha macho yake juu popote isipokuwa pale. Jen alijikumbatia maji, akikusanyika chini ya miguu yake akitetemeka zaidi. Umeloana, Kenzo alifanikiwa kusema, akichukua taulo kutoka kwenye kochi lililochoka lakini lilofaa na kumpa Jen. Alilitwaa, vidole vyake vikimgusa vya baridi na vinavyotetemeka, na kahisi kishindo hicho tena, safari hii kikali zaidi.